Ohali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale yaliyojiri na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa, habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima, na habari za biashara zitasomwa na Nezia Masinde. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari: Waziri Mavunde aagiza kufutwa leseni 73 za uchimbaji madini, wafanyabiashara Songwe wakutwa wakilangua mbolea ya ruzuku. Na katika habari za kimataifa, kila baada ya dakika kumi, mwanamke mmoja aliuawa mwaka 2024. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanze na taarifa inayoeleza kuwa Waziri wa Madini Anthony Mavunde ameiagiza tume ya madini kufuta jumla ya leseni 73 za uchimbaji madini ambazo maeneo yake hayajaendelezwa Mwandishi wetu Upendo Mangala kutoka Dodoma anayo taarifa zaidi. Hayo yameelezwa hii leo Novemba 25 jijini Dodoma na Waziri wa Madini Anthony Mavunde wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu baadhi ya wa wamiliki wa leseni ambao wanahodhi maeneo bila kufuata sheria. Baada ya wamiliki hao wa leseni kupewa hati za makosa, baadhi wamewasilisha utetezi wao na kurekebisha makosa na baadhi wameshindwa kurekebisha makosa yao, mathalan wamiliki wa leseni za utafutaji wa madini 44 wameshindwa kurekebisha makosa yao. Vilevile vile, wamiliki leseni 29 za uchimbaji wa kati wa madini wameshindwa kurekebisha makosa yao. Napenda kuutangazia umma kwamba naielekeza Tume ya Madini kufuta jumla ya leseni 73 ambazo wamiliki wake wameshindwa kurekebisha makosa. Aidha, waziri Mavunde amebainisha kuwa zoezi hilo litakuwa endelevu. Lengo ni kuhakikisha wanaokata leseni wanazifanyia kazi kwa maslahi ya taifa. Tunakwenda awamu kwa awamu. Awamu hii imegusa leseni za utafiti na leseni za uchimbaji madini za kati, kwa maana ya mining license. Kwa hiyo tunakwenda awamu kwa awamu, kwanza tumeanza na hizi kubwa kwa sababu hizi zinachukua maeneo makubwa sana, na hizi pia masharti yake mengi yapo tofauti. Tumeanza nao hili katika awamu ya kwanza, tutaendelea na zoezi la kuhakikisha leseni nyingi ambazo zimetolewa zinafanya kazi. Ikumbukwe kuwa mnamo mwezi Aprili mwaka huu wa 2025, Wizara ya Madini ilitoa tamko la ufutaji leseni mia mbili na tano ikiwa ni pamoja na kutoa hati za makosa kwa makampuni mbalimbali hasa makampuni makubwa ambapo kwa muda mrefu walikuwa hawajaendeleza maeneo yao, na baada ya hapo makampuni mengi yaliwasilisha taarifa zao za utetezi na mengine yameanza shughuli za uchimbaji. Ni kushukuru sana Pendo Mangala kwa taarifa hiyo. Kamati ya ulinzi na usalama mkoani Songwe imefanya operesheni katika wilaya ya Mbozi na kubaini uwepo wa hujuma na kufanikiwa kuwakamata wafanyabiashara wawili wakiwauzia wakulima wa kitongoji cha Kwabe ya juu mbolea ya ruzuku nje ya mfumo. Taarifa zaidi na Daniel Smelta kutoka Songwe inafafanua zaidi. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabari, Omar Makame ameshuhudia uwepo wa baadhi ya wafanyabiashara waliokutwa wanauza mbolea nje ya mfumo wa ruzuku kwa bei ya juu kutokana na oparesheni ya ukagua hali ya usambazaji wa mbolea kwa wakulima, huku wakitoa rai kwa wafanyabiashara na mawakala wa mbolea mkoani Songwe. Wako baadhi ya wafanyabiashara wengine sio waaminifu, wameamua kuuza mbolea kinyume na ile bei elekezi ya serikali. Baadhi yao tumewakamata leo, tumewakuta badala ya kuuza mbolea ya kupandia DAP shilingi elfu sabini na sita wanauza shilingi elfu tisini na tano. Sasa katika mkoa wa Songwe nitoe onyo kwa wafanyabiashara wote wa maduka ya pembejeo, sihitaji na sitaki kusikia mbolea zinauzwa nje ya bei ya ruzuku iliyoelekezwa na serikali. Tutawakamata na kuwachukulia hatua, lakini tutamshtaki kwa kesi ya uhujumu uchumi kwa sababu ikitendo kitendo kinachofanyika ni kuhujumu uchumi. Hata hivyo, meneja wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA kanda ya nyanda za juu kusini, Joshua Ng'ondia ametoa takwimu za mbolea ambayo imeingizwa mkoani Songwe wakati wa operation ya ukagua hali ya usambazaji wa mbolea kwa wakulima. kwa mkoa wa Songwe mpaka sasa hivi unavyoongea, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tuna zaidi ya tani 9825 za aina mbalimbali za mbolea. mbolea za kupandia zipo, mbolea za kukuzia zipo tulikuwa na changamoto kidogo ya upatikanaji wa DAP lakini serikali imefanya jitihada za kutosha. Tumeingiza ta, zaidi ya tani elfu ishirini na mbili ndani ya nchi ambazo ndizo zinaendelea kusambazwa sasa. Kwa sasa tumepata tumepokea magari ishirini na mbili mpaka sasa hivi ambayo tunayasambaza kituo cha mlo na idiwili na tunategemea kuna gari zingine ziko kama kumi na tano ziko njiani zinakuja. Hata hivyo, baadhi ya wananchi wameiomba serikali kutoa elimu zaidi ili kuepusha wakulima kuuziwa mbolea ya ruzuku nje ya maelekezo yaliyotolewa. Hapa ni elimu, yani mpaka dakika hizi tunashukuru serikali, kumbe kumbe ilikuwa imetengeneza utaratibu ambao ni mzuri kwamba wakulima wote lazima wapate mbolea kwa njia ya ruzuku na sio vinginevyo. Nimemshukuru Mheshimiwa Rais ambaye amefanya jitihada y kubwa unaendaa kujipatia mbolea japo kwa changamoto kidogo ambayo unaiona. Hatukustahili kupata mbolea kwa foreni hii, lakini kutokana na uingia wa mbolea inakuja kidogo kidogo. Maana unaona tunapanga foreni, wananchi wanapanga foreni kujipatia mbolea. Nikiripoti kutoka Songwe, mimi ni Daniel Smelta TV habari. Ni kushukuru sana Daniel Smelta kwa taarifa hiyo. Rais wa Ghana mheshimiwa John Dramani Mahama amewataka wahasibu barani Afrika kuhakikisha kuwa wanazishauri na kuzisimamia nchi zao kuwa na matumizi sahihi ya fedha za umma ili kuharakisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya nchi hizo kwa kutumia mifumo thabiti ya kidigitali na akili unde. Taarifa hii inasomwa na Recho Chacha. Mahama ametoa wito huo mjini Akra nchini Ghana wakati akifungua mkutano wa tatu wa wahasibu wa serikali barani Afrika African association of Accounts General Meeting AAAG, unafanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Accra AICC, unaolenga kujadili namna kada hiyo ya uhasibu inavyoweza kuchangia maendeleo ya nchi zao kwa kuhakikisha kuwa kunakuwa na uwazi na uwajibikaji katika matumizi ya fedha za umma na rasilimali nyingine. Amesema kuwa Afrika imebarikiwa kuwa na rasilimali nyingi, yakiwemo madini gesi, ardhi na rasilimali nyingine, lakini bara hilo limeendelea kuwa katika hali ya umaskini kutokana na kukosekana kwa uwajibikaji na uadilifu wa matumizi ya rasilimali hizo, hali inayokwaza maendeleo ya wananchi. We cannot shy away from the realities that hinder the progress of our continent: corruption and illicit financial flows, weak procurement systems, inefficiencies in expenditure management

And not just ideas. Kwa upande wake mhasibu mkuu wa serikali ya Tanzania CPA Leonard Mkude amesema kuwa mkutano huo utaweka maazimio ya namna ya kuongeza uwazi na uwajibikaji wa matumizi ya fedha za umma yatakayowasilishwa kwa wakuu wa nchi za Afrika kwa ajili ya kuzipatia ufumbuzi changamoto mbalimbali zinazotokana na matumizi ya fedha za umma. Tunazungumza uwajibikaji kwa sababu eh, eh, sisi kama wahasibu wakuu lengo letu eh, ni daraja kati ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kesi ya nchi yetu, na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali. Sisi tuko katikati hapo kwa ajili ya kuleta imani kwa wananchi juu ya serikali yao kwamba fedha ziko salama. Kwa hiyo, huwezi ukazungumzia rasilimali bila kuzungumzia uwajibikaji. Sasa humo ndani yake kuna vitu vingi vimefungamanishwa. Kuna masuala ya kiuchumi kama unavyofahamu, kuna mambo ya vijana kuna ishu ya teknolojia hususa, uh, artificial intelligence, mambo ya blockchain huko, ndio dunia inakokwenda. Kwa hiyo yote hayo kwa ujumla yatachambuliwa kwa kina na tutapata suluhu ya pamoja kama wahasibu wa kuu Afrika. Mwisho wa siku tutakapokumemaliza kilichotoleta hapa gani. Mkutano huo ambao pia ulizikutanisha jumuiya za wafanyabiashara na wadau wengine umehudhuriwa na viongozi wengine mashuhuri akiwemo mwanzilishi wa mfuko wa PLO Lumumba, Profesa Patrick Lock Otieno Lumumba, ambaye alikuwa miongoni mwa watoa mada walioalikwa. Ni kushukuru sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Baada ya baadhi ya wanachama wa mtaa wa Kwedi Nguzo katika halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga kukosa mahala pa kuishi kufuatia mvua iliyosababisha nyumba zao kuezuliwa na upepo mkali, hatimaye serikali wilayani humo imeanza kufanya tathmini juu ya athari zilizotokana na mvua hizo. Taarifa zaidi na Elizabeth Kilonzo kutoka Handeni. akiongoza wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama pamoja na wajumbe wa kamati ya maafa ya wilaya ya Ndeni kwenye ziara ya kuwatembelea wananchi ambao nyumba zao zimeathiriwa na mvua hiyo kwenye mtaa wa Kwedi Nguzo, mkuu wa wilaya ya Ndeni Mheshimiwa Salum Nyamwese amesema. Tumekuja tukowape pole, tuko na kamati ya usalama uh, na wajumbe wa kamati ya maafa ya wilaya. Tumekuja kujionea hali halisi. Na hili lingine ambayo tunasisitiziana ni katika upandaji wa miti. Ni upepo ukija hapa, hakuna hata mti ambao unaweza kukinga ile nguvu ya upepo. Lakini kuna nyumba tumeziona kule zina hali mbaya, lakini zimekingwa na miti, upepo unakuja mkali miti ina inazuia angalau ile hatari. Hata hivyo, mkuu wa wilaya ya Ndeni Salum Nyamwese amesisitiza wananchi hao juu ya umuhimu wa ujenzi wa nyumba bora. Tujenge upya ni madhubuti. Naona kai miti. Ina muda mrefu nyumba, na miaka mingi. Ah, mingi. Mingi. Eh, unaona kuta, kuna kuna miti mingine imeshaathirika. Ndio, kwa dongo likiwa juu huwezi kuona. Kuna miti imeshaathirika ndani. Leo tushukuru imeweza kuwezua paa. Kuna siku nyingine itadondoka sasa, ukuta utadondokea wapi? ili isiwe ni mazingira hatarishi, tungeshauri ufikirie kwanza mm. eh, asasavuna tofali za kuchoma hawali. Afisa mtendaji wa kata ya Malezi Hasani Lugundi ametoa taarifa ya uharibifu wa nyumba za wananchi pamoja na baadhi ya majengo ya Serikali uliotokana na mvua hiyo, huku mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kwendi Nguzu Abdala Muhando akitoa ombi kwa serikali cha afya hapa kwenye mabara yetu, mabati matatu yalitoka kule na wakazi wawili, makazi yao pia hapa yamefanyaje, yametolewa, lakini waliosalia ni kuta, mabati mawili, mabati manne, mabati kikubwa. Nachoomba, naomba msaada kwa wananchi wangu, pamoja na majengo ya taasisi ambayo yameharibika, yame serikali iweze kuwasaidia wananchi ili waweze kupata seem Elizabeth Kilonzo TVE. Ni kushukuru sana Elizabeth Kilonzo kwa taarifa hiyo. Mtoto wa kike mwenye umri wa miaka mitatu, Mariamu Paye, amefariki dunia katika mazingira ya kusikitisha baada ya kudaiwa kutumbukizwa kwenye shimo la choo na kijana anayeelezwa kuwa na changamoto ya afya ya akili katika Mtaa wa Zanzibar, Manispaa ya Musoma mkoani Mara. Adam Kadutu ana ripoti zaidi kutoka Mara. Kwa mujibu wa mashuhuda, tukio hili limetokea muda mfupi baada ya watoto kadhaa kuonekana wakicheza karibu na makazi yao kabla ya kijana huyo aliyefahamika kwa jina la William Konga kufika na kufanya tukio hilo la kutisha. Mama ake akatangulia kukimbia kuwahi kuja, huku mimi natoka nyuma, nakuta tayari yule mtoto ameshamtoa mle shimoni, wameshamkimbiza hospitali. Jamani, wewe jamani, wewe. Mm. Sasa mimi kanyumba kutoka pale, hivyo kimba kutoka pale kamfuatilia kuna nini? Na unao mchukua mae, maebo. Anasema amna, ametokea kumkuta shimoni. Basi kidogo kimba kama watu watatu hivi. Sasa nilipokuja nachungulia kwa mbali hivi kulikuwa ni shimo ameacha nafasi. Nikaona hiki na mkono. Tukio hili limeiacha familia ya marehemu katika majonzi makubwa huku viongozi wa mtaa wakithibitisha kutokea kwa kisa hiki. Hata yule mtumiwa ambaye amefanya hicho kitendo simfahamu. Kwa hiyo mimi sifahamu zaidi, zaidi ni kwamba ndicho hicho kitu nilichokiona. Tulikutana na mtu anayeishi naye huko kwao, akasema huyu uko ni wapi, Kurumuli Kurumuli, akasema kwamba akili zake haziko sawa. Katika tukio jingine lililotokea katika kata ya Makoko, kijana mmoja mkazi wa mtaa wa Kinyangwena anashikiliwa na polisi kwa tuhuma za kuwafanyia ukatili wa kingono watoto wawili wa mke wake, kitendo kinacholaniwa vikali na wananchi na uongozi wa mtaa huu. Mama alikuwa akitoka kama akienda kwa biashara zake ama akisafiri, baba ananiita chumbani, ananiambia njoo unisaidie kunja hapa nguo maizo, nitandikie na kitanda vizuri, maizo nifanyie usafi kwenye chumba, ndo ile mtoto akaniambia mama, eh, naomba nikikwambia usimwambie baba, usimwambie baba, maana alimpishia ataniua nikaambia sawa mwanangu, niambie. kaniambia kwamba aia ulikuwa ukitoka aa nifanya kwa kuwa kwa sasa yuko kwenye mikono ya polisi, basi hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Kamanda wa polisi mkoa wa Mara, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Pius Lutu, anathibitisha kutokea kwa matukio yote mawili, akieleza kuwa kijana aliyesababisha kifo cha mtoto naye alifariki dunia baada ya tukio hilo, huku mtuhumiwa wa ubakaji akiwa mikononi mwa polisi. Mahojiano ya awali inaonekana kwamba ni mtu ambaye alikuwa na matatizo ya akili, lakini huyu mtu awa raia wema aliweza kumshambulia, akapelekwa hospitalini na mwenyewe baadaye aliweza kufariki. Adam Kadutu, TV Habari, mara. Ni kushukuru sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji wa TVE hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani, na tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.